Tabora, karibu Toronto. Kwa ujumla wa, wa wingi wa watu kwa kijiji changu kina watu elfu mbili. TUWASA inatakiwa iangalia kipaumbele kwa sababu wale watu wote wanatumia maji ambayo sio salama. Kwa hiyo TUWASA wakiona ili wasaidia walete maji kwa mapema, ili watu wale wasije wakapata maradhi mbalimbali kutokana na maji wanayotumia yanakuwa si salama, kwa maana maji ya kisima, wakati mwingine wanyama wanakunywa mle mle. Kwa hiyo wanaweza kujikuta wanapata minyoo na magonjwa mengine mbalimbali, mbali yanapitia kutokana na maji Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mkoa wa Tabora TUWASA, katika kuanza mwaka 2026 kimkakati, inakutana na watendaji wa mitaa 134 wenye viti wa vijiji 41 wenye viti wa mitaa 134 pamoja na watendaji wa vijiji 41 wa manispaa ya Tabora kwa lengo la kufahamiana na kufungua milango katika uboreshaji wa huduma ya usambazaji wa maji safi katika mji huu. Uwepo wao hapa watatusaidia kutuambia kwamba mtaani kwangu hakuna maji e, mtaani kwangu hajafikiwa au tumefikiwa kidogo, ili tuweze kuitembelea mitaa hiyo na tuweze kupata e, takwimu ambazo zitatusaidia kwenye upangaji wa mipango yetu tunapoanza maandalizi ya bajeti ijayo. Lakini pia tumewaomba kwamba watu watusaidie pia kuainisha uh, hospitali au uh, zahanati na shule ambazo zimejengwa kwenye maeneo yao na hazina huduma ya maji. Tukipata hizo pia zinatusaidia kwenye mipango yetu kwamba tuna shule kadhaa ambazo hazina huduma ya maji, kwa hiyo tuna arrange au tunazitembelea na kuona kwamba zinahitaji shilingi ngapi kuweza kuzifikishia huduma ya maji, ili sasa na sisi tuweze kupanga katika bajeti zetu kwamba kwenye bajeti ijayo basi tutaweka maji kwenye shule hizi, tutaweka maji kwenye mitaa hii. Na tumeomba pia kwamba sisi kama watumishi tupo wachache na eneo la manispaa ni kubwa wao wao, kwa sababu wako kila mahali ambako mitandao ya maji imefika, watusaidie pia kutoa taarifa za wizi za za, za, za za kupasuka kwa mabomba, ili tuweze kufika kwa haraka na kufanya matengenezo, kwa sababu vinginevyo unaweza kuchukua muda mrefu aja kuputa kwa muda mrefu, na kwa hiyo ikasababisha athari kwa mamlaka. Kwa mujibu wa wasilisho la mkurugenzi wa mamlaka hii, mhandisi Mayunga Kashilimu, uzalishaji wa maji kwa sasa manispaa ya Tabora ni zaidi ya lita za ujazo elfu hamsini na tisa kutoka katika vyanzo vya bwawa la Igombe, ziwa Victoria na bwawa la Kazima. Lakini kwa nini bado katika baadhi ya maeneo manispaa ya Tabora wananchi wanalalamikia ukosefu wa maji? Kuna barozi ambayo ina changamoto sana, ambayo ni barozi namba tano na barozi namba moja. Katika barozi namba moja upande wa mashariki kule, huduma ya maji bado haijapatikana. Kutokana na adha hiyo ya upatikanaji wa maji kwa shida, wanatumia maji ya kwenye madimbwi. Ina maana cha kwanza kwanza, inatuletea athari ya watoto kudumbikia kwenye madimbwi yale wanapokwenda kuchota maji, pia inatuletea athari ya kupata magonjwa ya maambukizi. Kuna kichocho, pia kuna ugonjwa wa kipindupindu. Kwa hiyo nilikuwa naomba ili asiweze kujitokeza matatizo makubwa, aa athari zaidi, nilikuwa naomba tupatiwe huduma kwa uwezekano wa haraka na wa hali ya juu. Upande wangu mimi katika kijiji changu cha Zimlole, bahati mbaya sisi kuwa tuna mradi ambao wa, wa maji ya kutoka Mwanza, mimi kijiji changu hakijafikiwa, kwa hiyo sijawahi kupata maji kule kwa kupitia hapa kuongea na waandishi wa habari, mimi nafikiri hii taarifa iende moja kwa moja kwamba TUWASA waangalie sasa, kijiji cha Zuginore katika kata Ndevero sijawahi kupata maji na nina shule na, na, na project ya ujenzi wa shule pale. Kwa hiyo maji tunahangaika sana kutafuta kwenye marambo, ili tuendelee na ujenzi wetu. Kwa hiyo tunatumia gharama kubwa sana kuyatafuta maji ili tuendeleze ujenzi Taarifa inaonyesha kuwa kwa kata zote ishirini na tisa za manispaa ya Tabora mamlaka imefikisha huduma ya maji kwa kiwango tofauti kwa zaidi ya asilimia tisini na tano. Wengine wanaweza kawa wanasema hatuna maji, ni kwa sababu labda ile mitandao midogo midogo ya kuwasogezea maji haijafika. Kwa maana tukakutana hapa tukasema watuandikie ile mitaa ili tuweze kuwasogezea, ili na wao wajiunge, lakini maji yao ya kutumia sisi tunayo. Wakiongezeka tunaongeza uzalishaji ili aweze kuwafikia zaidi. Kwa ndiyo hicho ambacho tumezungumza. Anaposema kwamba hakuna maji inaweza kawa ni issue hizo mbili, kwamba inawezekana mitandao yetu haijafika au mtu mwenyewe hajajiunga na maji, mtandao uko pale, lakini anatumia maji ya, ya, ya kisima. Kwa hiyo tunaomba kwamba wajiunge. Na hiyo mingine, nikasema ni ya kiuendeshaji, kwa sababu wakati mwingine unaweza kukuta e, leo tuna changamoto ya bomba limepasuka, bomba kubwa limepasuka, tunahitaji kuzima ili tutengeneze. Tukizima kutengeneza maana yake, definitely watu walioko maeneo lile watakosa huduma ya maji, lakini muda Arika, thalika, kwa muda mfupi. Hali kadhalika naweza ukakuwa na shida ya nishati. Ikifikia hapo, maana yake ni kwamba tutasitisha huduma ya maji, lakini sio kwamba maji hayapo, ni maji yapo, lakini nishati ya kuyafikisha bado ina changamoto. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo, lakini generally kwa upande wa Tabora Manispaa tuna maji ya kutosha, na wananchi nawasihi waendelee kujiunga na huduma ya maji. Yale maeneo ambayo hatujafikia kabisa, basi watuletee na sisi tutafanya mahesabu yetu. Wengine tuna tunayafahamu ambayo tayari tumeshaweka kwenye kwenye bajeti yetu, kama kwenye mwaka ujao wa fedha, basi tunaingia kupitia kusanyiko hili, viongozi hawa wanawasilisha ombi lao, ili matokeo ya kikao hiki yaweze kuonekana kwa haraka. Sasa gharama za uvutaji wa maji inaweza kuwa changamoto sasa, hiyo kutokana na kipato cha wananchi sasa. Vileo tutaiomba mamlaka kupitia serikali, kama kutakuwa na uwezekano, basi gharama fulani zipungue kwa ajili ya mwanzo, ili wananchi wavutike na kuvuta maji. Baadaye gharama zao zitakuwa zaidi kutokana na malipo ya bili ya maji. Hili inawezekana sana, kwa ajili ya kutaka kumtoa ndoo mama kichwani, vile vile hata kutomuumiza baba bega kwa kubeba ndoo ya maji kupeleka angalau bafuni. Upendo Wela mkuu wa wilaya ya Tabora katika ufunguzi wa kikao hiki anawataka viongozi hawa kuacha kuwa sehemu ya kuhamasisha wananchi kutochangia huduma ya maji, badala yake watoe elimu ya kutosha juu ya huduma bora inayotolewa na TUWASA <tipa> mwanzo kwa utaratibu wanapata maji kule, yani kwa kwa wamejiwekea miundombinu na kutoa maji kutoka kwenye vyanzo moja kwa moja wanatumia nyumbani, lakini kumbe huo sio utaratibu katika kwamba lazima mamlaka inayohusika na usambazaji wa huduma hapa kwenye eneo husika basi simamia jukumu hilo ili kuhakikisha maji hiyo huduma tunaipata kwanza, ni safi na salama. Kwa hivyo wanaunganisha miundombinu na kupata maji, lakini hauwezi kupata hiyo huduma ya maji bure.

Sasa ikabidi kukaa na kuongea nao na kuwaelimisha. Waone kwamba kuna umuhimu wa kuchangia hiyo gharama ndogo ambayo imewekwa ili kuhakikisha maendeleo kwa upatikanaji wa huduma. Kwa hivyo, na sisi tulioko hapa kwa sababu ndio viongozi tuliokuwa na dhamana kwa maeneo hayo spende kwa wasimamizi wa wananchi, kuhakikisha kwamba kama anapata huduma ya maji basi na yeye aweze kulipia bili, kwa sababu afanye hivyo ndio ataifanya huduma hiyo iwe endelevu. Karibu Tabora, karibu Toronto.